Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika uchambuzi wa fasihi, ikiwa narejelea uchambuzi wa tamthilia Bembea ya Maisha. Hapa ni Edu TV na mimi ni wako Fibian Musama. Leo hii nina walimu tajika ambao watakwenda kutupambia kipindi chetu, uh, tukirejelea Bembea hii yetu ya Maisha. Lakini kwanza, tuanze na salamu kwako, kwa mwalimu. Asante abi Fibian, mimi naitwa mwalimu Meshak Omuhaka, mwalimu wa Kiswahili shule ya upili ya wasichana ya Moi Kamusinga. mm -hmm. Na dadangu, nami naitwa Bi Emma Makwa, mwalimu wa Kiswahili katika shule ya upili ya wasichana ya Lugulu. Karibuni. mm -hmm. Changi ni kuchangizana mwalimu. Tuanze na wewe uh, hi, leo tunashughulikia wahusika katika bembea ya maisha uh, katika vipindi vingine tumeangalia wahusika tofauti tofauti na hii leo tunataka kuangalia wahusika uh, uh, Beni na Luka pamoja na Kiwa na yule babake Yona, Mzee kalasinga mm. ambaye bila shaka mm. eh, utapata kwamba ingawa katajwa tu ni mhusika ambaye pia ametekeleza wajibu wake mm -hmm. kwa kiwango fulani mm -hmm. kwa hiyo uh, Mwalimu Makwa, Naam. tuanze na yupi? make nime, nimeona kama wanne nimesikia be, be, Beni Unaona, tuanze na, yupi tuanze na Beni? Ha, twende um, mm -hmm. Beni ni mhusika ambaye tunampata katika mandhari ya kijijini na tunampata akiwa pamoja na, na Luka na Yona. Uh, yeye ni rafiki ya Yona pamoja na Luka, na tunampata wakiwa kwa Luka, wakiwa wameenda pale kwa ajili ya Tana tu kula pamoja na kunywa pamoja uh, hivyo moja kwa moja nafikiri tutashughulikia sifa zake Beni, na sifa ya kwanza ambayo inawajumuisha wote watatu ni kwamba ni mraibu wa pombe. Uh, ni mraibu ni mraibu wa ulevi na kunywa pombe, kujiburudisha katika kunywa pombe huu. Uh, uraibu wao, uh, tunaona kwamba pale walipokutana mbali na kula pamoja Jambo lingine ambalo limewakutanisha pale ni kwa sababu ya kukunywa na kubariki mashamba yao, maana inaonekana ni baada ya kipindi cha kuvuna mazao kutoka shambani. Kwa hivyo wanaona kwamba ni njia moja ya kubariki mashamba yao kwa kupata yale mavuno na kutengeneza mvinyo, kunywa pamoja na kufurahia pamoja mm-hmm. na ni mlevi, lakini wanaungana kubariki mazao Naam, ndivyo ndivyo wanavyosema hawa hawa katika ukurasa wa sitini. Kweli kweli kabisa. Pengine tuseme kwamba kwa kuongezea mm -hmm, uh, inatupa pia sifa yake ya pili tukiendelea mm -hmm, kupata huu ukurasa mm -hmm, kwamba huu utamaduni wake wa kuamini kwamba lazima mazao yabarikiwe na wazee kwa kuketi pamoja kula na kunywa mm -hmm. Inatupa sifa ya utamaduni mm -hmm. Kwamba huyu ni mzee ambaye ni mtamaduni mm -hmm. Na anataja mwenyewe katika ukurasa wa hamsini na nane mm -hmm. Anasema kwamba eh, mimi nimewasikiliza kwa makini wazee wenzangu, mliyasema ni muhimu sana. Tatizo la watu wa siku hizi mm -hmm. ni kuzitupa mila zao kabisa, wakizungumzia swala la kwamba lazima wazee waketi pamoja waweze kubariki aa, mazao. Kwa hivyo utapata kwamba yeye ni mtu ambaye ni mtamaduni, anashikilia kwamba zile tamaduni ile zile mila na itikadi za kale lazima zishikiliwe na kizazi hata cha leo mm -hmm. mm -hmm. bali na kuwa mraibu, atakuwa pia ni mtamaduni mm -hmm. Mimi nimewasikiliza kwa makini wazee wenzangu, mliyoyasema ni muhimu sana Tatizo la watu wa siku hizi ni kuzitupa mila zao kabisa, pamoja na dini hizi zilizokuja zikawakengeusha watu kabisa. Wanaziona mila kuwa chafu, hawaoni chochote kizuri katika hekima za wazee wetu. Wametupa jongoo na mti wake, hawajui kuwa mwacha mila ni mtumwa <mimu> na vile vile naona kwa sababu huku na miji mkuu wakati, tuseme mazao yako yamekuwa ni mshahara mm -hmm. Siku zote watu husema usicheze na kazi, chezea mshahara. Kwa hiyo watu wa mjini nafikiri, ubariki mazao yao, unakwenda wanapigia kuku, mwili pole na shukrani ndo hivyo mm -hmm. Pengine pia utamaduni wa siku hizi nao upo. Naam, tukizungumza kuhusu utamaduni, pengine bima kwa unaweza kutuongezea. aha katika kuongeza, ningependa kurejea pale mwanzo ambako nilikuwa natafuta sifa ya beni kuwa mraibu mm -hmm. na pia pale kubariki mazao ambayo yametoka shambani so, nilikuwa so. nimetaja ukurasa wa 60 mm -hmm. na nitasoma 60 na 60 na 60 na nne maneno ya Beni. Beni anasema kwamba, kawaida silewi hata nikinywa, nanyi mtalewa nyote, mniache bado mzima kabisa. Kwa hivyo pale inadhihirisha kwamba huku kunywa kwake si leo tu, ni kawaida. Kawaida tukinywa sote nyinyi mtalewa, mniache mimi nikiwa mzima tu Aha. kisha pia ukurasa wa 64, um Yona amesema kwamba yabarikiwe mashamba yetu, Beni anaongezewa, ibarikiwe mimea yetu, kisha Luka, vibarikiwe vizazi vyetu. Kwa hivyo pale wamekwenda kusherekea na kubariki mashamba yao kwa kutumia nini? vileo kwa hivyo inadhihirisha ule uraibu wao wa pombe. Um, uh -huh. Nafikiri um, tukishamaliza hapo tudokeze sifa yake nyingine, hmm. kwamba ni mwenye hasira na hasira yake inatokana na, na pale ambapo anaz, anatetea mtoto wake ambaye ni wa kiume, anasema kwamba mtoto wangu ni injinia, na wenzake wanajaribu kumkosoa kwamba mwanao si injinia, yeye ni, ni, ni fundi tu wa mitambo na ninapoambiwa kwamba ni fundi wa mitambo, tunaona kwamba ana, ana, anajibu akiwa amekasirika. Inadhihirisha kwamba yeye ni mwepesi wa hasira, ni mwenye hasira, hasira yake haiko mbali mm. na kweli huyu kijana, mtoto wake, hatujui hapo ni ni engineer mm. lakini kazi anayoifanya ni kazi ya kuwa fundi wa mitambo katika kiwanda mojawapo mm. ambako nafikiri wanachinja kuku <tune> Shida yako Yona ni kujipiga kifua kana kwamba ni wewe tu ndiye uliye na watoto waliosoma na wanakazi. Wako wamesoma mpaka wapi? Si neno, hawawezi kufanana, lakini pia wamesoma kiasi chao na wanakazi. Kazi gani? Si mwanangu mkubwa ni injinia. Injinia nini? Je, hafanyi kazi huko kiwandani anakochinjia kuku? Kwani uinjinia ni nini? Si kuendesha mitambo mwanangu anaendesha wa mitambo humo kiwandani, bila yeye halifanyiki jambo. <laughs> <laughs> Injinia wa kutegemewa. <laughs> <laughs> Basi ni injinia huo. Usimdanganye mwenzio, huyo ni fundi wa mitambo tu, lakini si injinia. Injinia si fundi wa mitambo? muna nini nyinyi? Ona sasa, wewe hili lako la kuuma, lakini la wengine unachengomkia. Kigumba kwa nguruwe kwa binadamu kichungu. Basi na yaishe, wala hayakuwepo ni yakufanya marefu tu. Mtazamaji, nilikwambia wakati mwingine mambo huwa jambo, lakini kabla tufikie hapo, huyu bwana, watu kama hawa wa hasira, nafikiri pia ni, ni muongo, manake kama mtoto wake sio injinia, utakuwa ni mwongo, sio na ni mwenye hasira kwa nini ametumiwa kwenye hii tamthilia mwalimu? Pengine uh, kidogo tuweze tukakubaliana kwamba ni mwongo maanake, mm -hmm. Hasira yake katika kutetea kwamba mtoto wake ni injinia inapelekea kwamba yeye yeah, alijua kweli huyu mtoto ni injinia. Pengine utasema tu kwamba hakuwa na hakuelewa ha, kazi mm -hmm. ya mtoto wake vizuri, na inapelekea kwamba inatupa sifa yake nyingine kwamba ana taasubi ya kiume mm -hmm. eh, huyu huyu mhusika ana taasubi ya kiume, anaamini kwamba Uh, mtoto wa kike ana nafasi ya chini ikilinganishwa na mtoto wa kiume. Katika ukurasa wa sitini, wakizungumzia wale watoto wa Yona. uh, kumbuka kwamba Yona ana mabinti watatu. Kisha inasema, inapatikana kwamba wamesoma wale. Naye anauliza watoto gani wa kike? hawa wa Yona? hebu wataje wengine. Halafu baadaye ukurasa wa sitini na moja. Yuyu huyu uh, Beni tena anasema wakizungumzia kwamba mama ameenda kule mjini na kwake anaona kwamba e, Yona ametelekezwa na binti yake. Anasema kwamba ndio alikuja hivyo alivyokuja jana, lakini si wetu tena ana kwake. angekuwa mvulana angejua baba yake yuko hapa. Kisha anaendeleza pale. Kwa hivyo nampata kwamba ni mhusika ambaye ana taasubu ya kiume mm -hmm. E, na hii taasubu ndio ambayo inakuza ile hasira yake maanake mm -hmm. hafurahii -ha -ha -ha kwamba kuna mwanamke ambaye ni neema ambaye ame ameendelea amebarikiwa, amefanikiwa maishani, halafu yeye na mtoto wake wa kiume eh, si, ah, watu hawakubali kwamba huyu mtoto sio injinia. Anaamini kwamba huyu ni injinia pia, jinsi vile ambavyo neema pia amefanikiwa kule mjini. Kwa hivyo unapata kwamba ni muhusika mwenye taasubi ya kiume hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. <todiculia> ndio alikuja hivyo alivyokuja, lakini si wetu tena ana kwake, angekuwa mvulana, angejua kuwa baba yake yuko hapa Yona, asingekuwa anakunywa uji hapa kijijini. Lakini ona, sasa wamemnyang'anya mke na kumpeleka na kumweka huko mjini, mwenzangu anahangaika kama kijana wa miaka kumi na kitu. Si kweli, mke wangu amekwenda wa kupata matibabu na atarudi akishapata nafuu, ndiyo ni mgonjwa lakini mume ambaye ni mwanamume kweli hangoji kuelezwa kinafanyika nini, kushirikishwa katika hicho kinachofanywa. Angekuwa mtoto wa kiume si angekushirikisha, na hata akajua unahitaji kula. Sasa lipi muhimu, mtu kupata matibabu au kuja kumpikia mwenzake? Mm, naam. Uh, mwalimu ulitaja kwamba tunashughulikia wahusika oh, wangapi? Huyo ni Beni mm -hmm. tuende kwa Luka kama mm -hmm. sijamsahau kwa mm -hmm. Mwalimu Makwa. Aha, Beni nafikiri nilishaeleza awali Luka uh, uh, Luka kwamba mm -hmm. huyu mhusika Luka tunampata wakiwa pamoja na Beni pamoja na na, na Yona, Yona mm -hmm. na wote wako kwa Luka na pale ni yeye ndiye amewaita wajumuike pamoja wale kwa pamoja. Kwa hivyo moja kwa moja sifa ambayo inajitokeza pale ni kwamba yeye ni karimu, kwa sababu anawaita, yeye ndiye anaandaa chakula, anaandaa vinywaji na yuko pale kwa, kwa burudisha rafiki zake. Kwa hivyo hiyo inadhihirisha ukarimu wake kwa rafiki zake ambao ni Yona pamoja na na Beni. Mimi mm -hmm. Yeah. Nina kusudi la kutaka kujua um, bila shaka tumeshamjua Yona, tumeshamjua Beni. Yona ni mlevi, Beni naye ni mlevi, Beni pia ana taasubu ya kiume vile vile Yona. Na Luka ni rafiki yao, kisha ni karimu. mm -hmm. Kwa nini unahisi uh, mwandishi ametumia huyu mhusika? Pengine ni niseme kwamba kuna kiwango fulani ambapo luka anatofautiana na eh, Mzee Beni, hmm. Hawa ni wazee watatu ambao wameketi wanazungumza, lakini Luka anatofautiana na Ben kidogo kwamba hata ingawa wanashiriki vinywaji na, na kufurahia haya, ni hizi ni shughuli za wazee pale eh, kijijini, hmm, lakini yeye anakuwa ni mtu uh, ambaye amepevuka kidogo. Kwa hivyo mbali na kuwa kwamba yeye ni karimu, unapata kwamba ana mtazamo wazi au mtazamo mpana wa maisha kwamba ye ni tofauti na wale wengine ambao wanaamini kwamba mtoto um, mwanamke hawezi akabarikiwa. Anaonekana kufurahia kwamba e, Neema amepata gari, hata anamtaja kwamba Neema ni simba pale kijijini. Kwa hivyo anakuwa ni mhusika ambaye amepevuka. Pengine mwandishi wetu hakutaka kumtumia Yona kukuza uh, dhana ya kwamba mtoto mwanamke ameendelea, maanake Yona ndiye baba yao kwa hivyo akamleta Luka ili Luka atusaidie kuelewa kwamba haikuwa tu kwamba ni uzazi, bali kuna wale wazee pia ambao wanakubali kwamba basi, nina mtoto wangu wa kiume, lakini watoto wa kike katika familia nyingine wamebarikiwa zaidi, wamefanikiwa zaidi kuliko wale watoto wangu wa kiume. Na nafikiana na wewe kwa sababu inasadifu wakati mwingi tu, kila mtu ana marafiki ambao watampotosha na wengine wanakuwa kama Luka. mm -hmm. pengine una kauli ya kuongezea Bima kwa Uh, labda kuongezea tu ni kwamba tukimlinganisha Beni pamoja na Luka, tunaona kiwango cha juu cha hekima kutoka kwa Luka. Hivyo tutamwona tuta kama mzee mwenye hekima kwa namna ambavyo hata anamkosoa, um, Beni anaposema kwamba, uh, Neema akamchukua binti yao na, uh, mama yao, samahani, Sara akampeleka mjini na kumwacha Yona bila mtu wa kumwandalia chakula kule, kule kijijini. Ndio na maana anasema kwamba angekuwa mtoto wa kiume huyu angeruhusu uh, kwamba Yona asalie pale kijijini akiwa bila, akiwa bila mtu wa kumwandalia chakula. Hivyo tunaona kwamba yeye ni mwenye hekima. Ile kauli ambayo tunaona ni, ni hasi kutoka kwa Beni, yeye anaikosoa kwa njia nzuri, hiyo inadhihirisha hekima yake. Mm -hmm. Aha. Zaidi ya Luka na Beni ni nani mwingine mwalimu? Mesha. Pengine um, kwa kutaja tu kabla hatujamwangalia akiwa, mm -hmm. niseme kwamba Beni ame anatuonyesha ujamaa, kuna ana ile sifa ya ujamaa e, Luka, samahani sio Beni Luka, mm -hmm. anaonyesha ujamaa au ujirani kwamba amewakaribisha wenzake, wameketi wamekula wamekunywa pale, wanafurahiana pale nyumbani kwake. mm -hmm. huu ni ujamaa, na kwa kiwango fulani nikifanya ulinganisho, mm -hmm. ujamaa wa wanawake, wakati tulikuwa namwangalia Dina akimsaidia Sara, ujamaa wa wanawake unakuwa ni kule kusaidiana, lakini unapata ujamaa wa wanaume ni kule kuketi pamoja kufurahiana na kuzungumza mambo tu kuhusu maisha pale. Unapata huo ndio ujamaa kwa wanaume, kwamba Yona yuko pale, yuko peke yake mke wake ameenda mjini, lakini hawa wanaume hawakuje kumsaidia kwa mapishi mm. e, lakini wakati Sara alikuwa amezidiwa na kubariki mazao na kuzungumza <laughs> na kuhusu ufanisi wa watoto wao. mm -hmm. ule unakuwa ni ujamaa kwa upande wa wanaume mm -hmm. e, lakini kwa kuzungu, kwa kuangalia sasa mhusika kiwa mm -hmm. pengine nitangulize tu kisha mwenzangu aendelee tuseme kwamba ni mtoto wake Dina e, Dina yule ambaye alikuwa ni jirani ya Sara na Yona. Mm -hmm. na tunapata kwamba ni mtoto ambaye haishi na mamake Maanake onyesho linapoanza tunaambiwa kwamba amekuja kumjulia mamake hali mm hatujajuzo -hmm, hiyo ishi wapi lakini haishi na mamake mm -hmm. Kwa hivyo amekuja kumjulia mamake hali, wako pale wanazungumza, baada ya kula e, na anajuzo mengi. Kwa hivyo tunasema tu kwamba ni mtoto wake Dina, napeleka kwamba ni jirani ya, uh, jirani yake Sara na Yona, na ni mtoto ambaye haishi na mamake. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hapo hapo kwa kiwa, mm -hmm pale pale, nafikiri tumpatie huyu kiwa sifa nzuri. Haishi pamoja na mamake uh, onyesho linapoanza tunaambiwa kwamba amekuja kumjulia hali mama yake. Tunaona kwamba huyu ni mtoto ambaye amewajibika, anawajibika kwa mzazi wake, anataka kujua huyu mama yangu anaendelea vipi, na katika mazungumzo yao hatujui anakoishi lakini katika mazungumzo yake na mamake mamake, anasema kwamba huku kijijini, kwa hivyo huenda anaishi mjini. Lakini kule kuchukua muda kwenda kukaa na mama yake, kukula pamoja na mama yake, kumjulia hali, inadhihirisha kwamba amewajibika, amewajibika kama mtoto ambaye anakuja kumjulia hali mamake mm. Umekula, mwanangu? Nimeshiba, mama. Tumbo lenyewe liko wapi la kula sana? Hata mtoto hawezi kukuzaguza ulivyofanya wewe. Ninashangaa, ni kama unaye kiogopa chakula, si hivyo mama? Tumbo lenyewe limeshafanya mazoea. Ardhi hiyo ya kulima na kuzalisha chakula iko wapi? Imeadimika. Afadhali wale wadako. Sasa ni wakati wa kujifunga masombo mama. Masombo ufungwa kama walao mtu ametia kitu mdomoni. Pamoja na hali ngumu iliyopo, bado hatujafikia pa kukosa mlo wa kimsingi. Ndiyo, hatumudu vilio vya samli lakini vile vile hatuwezi ishi kana kwamba tunazongwa na njaa. Tazama ulivyokonda, unaelekea kushindana na ng'onda. Hiyo nafasi ya ng'onda unaitaka kwa nini? Sivyo unavyochukulia mama? Haya basi, niambie. Ni vipi dunia leo haithamini kimo, inathamini akili, haitaki kututumua misuli <muchilio> tofauti na vijana wa kisasa ambao wanatoka na wanatoweka hadi mwezi wa Desemba. Umesema huyu kiwa ni mtoto wa kiume naam. Mm ndio. -hmm. maana mwalimu mesha kana. <laughs> <laughs> anaonekana an an an an kumtetea kweli kweli sana. Kwahiyo kwa mm hiyo -hmm. kwa sababu unamtetea mm -hmm. una unaona ni kwa nini huyu mwandishi amemtumia kiwa hapa? Nadhani kiwa pia ni dadisi mm -hmm. Eh, ana maswali kweli Uh, iwapo sio kwa maswali yake Dina hangeweza kusimulia mengi ambayo alisimulia kuhusiana na familia ya Sara na Yona. Mm. Aliweza kusimulia hayo yote kwa sababu kiwa alikuwa akiuliza. Hivi wasemaje kwamba wamepitia changamoto na wamekuwa na watoto? Hivi unasemaje kwamba wajakuwa na watoto na naona wana mabinti watatu. Kwa hivyo amekuwa akiuliza. Kwa hivyo utasema kwamba ni mhusika ambaye ni dadisi. Mm-hmm. Kwamba anaweza kuuliza maswali ili kuweza kupata uh, maelezo zaidi kuhusiana Mm-hmm. na swali lile ambalo angependa uh, kujuzwa. Mm -hmm. Mm -hmm. na sifa hiyo hiyo moja wapo ina inatupa ina umuhimu wake. mm -hmm. Ametumika mm -hmm. kwa kiwango fulani kukuza ploti. mm -hmm. Na pia mwandishi amemtumia kukuza mbinu ya uandishi ambayo ni mbinu rejeshi. Ni kupitia kwake ndipo tunapata tunaona, kupitia kumbukumbu za Dina tunaona maisha ya awali ya Sara, Sara na Yona iwapo mm -hmm. e, kiwa hangekuwepo basi Dina hangekumbuka haya mambo nasi hatungeajua kwa hivyo amekuzwa, ametumika kukuza ploti hmm. na kutumia mbinu rejeshi kutueleza maisha ya awali hmm. ya Sara na Yona. Mwalimu hmm. hmm. hmm. makwa pengine kama unala kuongezea, na ikiwa halipo tunakwenda kwa nani tena? kwa Kalasinga. Kalasinga na uh, kabla kwenda kwa Kalasinga labda tuongezee tu kwamba pia ni kielelezo cha vijana ambao hawatelekezi wazazi wao, badala yake mm -hmm, wanawajibika kuhakisha kwamba wanajua wazazi wao wako katika hali gani mm -hmm, wanaishi vipi, hata kule kwenda kushiriki naye chakula ajue tu mamangu anakula nini mm huenda -hmm, hana chochote chakula kwa hivyo uh, anakuwa kielelezo cha vijana ambao wanachukua wajibu wa ku, kushughulika na maisha ya wazazi wao. mm. Mm. Na pengine niongeze kwamba sio tu kwamba anaonyesha kielelezo cha kwamba kuwajibikia wazazi sio lazima ufanikiwe, maanake yeye mm. hajafanikiwa kifedha eh, kilinganishwa na neema. Kwa hivyo kuwajibikia kuwajibi wazazi kwa watoto sio kwamba lazima uwe na gari umbebe umpeleke mjini kule, kuja tu kumtembelea mama, ndio mama yuendeleaje, baba anaendelea vipi katika eh, maisha yao ya uzeeni kule ni kuwajibika, na kiwa ndio huyu kijana ambaye hajabarikiwa sana hajafanikiwa sana maishani, hana hatutasema kwamba yeye ni tajiri, lakini amewajibika, anaenda kumjulia mama hali hmm. e, pengine vijana wengi wakiiga ile tabia yake hmm. e, babu zetu na nyanya zetu pale nyumbani wataishi maisha mema. <laughs> mtazamaji hmm. <laughs> <laughs> umeyasikia hayo, ukiwa na wazazi unawatunza, sio lazima uwe umefaidika kihela hmm. na vile vile, um, limezua jambo ambalo wakati mwingine kama una kazi nyingi, wewe ni tajiri sana, huna muda mm -hmm. unaweza ukamtumia hela mzazi pengine, mm -hmm. yuko shamba. Na nimependa kauli ya Bimakwa kusema lazima ni budi uende ili ukajue, mwandae mm? mm -hmm. chakula pamoja mm -hmm, ili ujue hali yake, msemezane mm -hmm. mm -hmm. So huku kuwa na hizi hela kunafanya watu wanatengana kwa umbali. Twende kwenye huyu wa mwisho Kalasinga. Naona hapa tunavuta jamvi, manake hilo jina mm -hmm. ningependa kujua zaidi e. Nafikiri moja kwa moja tutasoma pale ambapo tutampata sifa zake, tutazidondoa pale. Ukurasa wa sabini na tatu, Neema anamuuliza babake Kalasinga mm -hmm. ndiye nani tena? Baba anasema kwamba ndiyo alivyoitwa babu yako, baba yangu aliweka rekodi Uh, rekodi ya kuwa Mwafrika wa kwanza kufanya kazi kwa Mhindi. Alipanda ngazi hadi kuwa dereva wa Mhindi, kila alikoenda Mhindi akawa naye anaenda. Kwa hivyo moja mm -hmm. kwa moja tunamjua ni nani yeye, ni babake Yona, babu yake Neema na dada zake mm -hmm. uh, kisha sifa mojawapo ambayo inajitokeza hapa wazi wazi kabisa ni kwamba alikuwa na bidii kule kuweka rekodi, yamaanisha kwamba alikuwa na bidii mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Aha. Pengine kuna hoja zaidi kuhusu huyu Kalasinga kwa nadhani kwamba, eh, kufuata haya maelezo tunaona kwamba hizi hazikuwa siku za hivi majuzi, zilikuwa eh, siku zilizopita kitambo kidogo. Aha. Na huyu Kalasinga aliweza kumsomesha mtoto wake Yona. Aha. Hata Yona akawa mtoto wa kwanza kufu, kufuzu kutoka chuo kikuu Manake Yona anatutajia tena pale juu katika tu ukurasa wa sabini na tatu mm. kwamba hakuna mtu katika ukanda huu aliyenipiku, nyinyi tu wanangu ndio mnao nikaribia siku zangu. Hakuna aliyeshindana na mimi, kumbuka nilikuwa mtu wa kwanza hapa kijijini kufuzu kutoka chuoni na kuku. mtu ambaye amesoma hadi chuoni mbali na kuwa na mpevu kiakili, lazima palikuwa na mtu ambaye ali, aliweza kum, kumsaidia kifedha kuhakikisha kwamba amesoma. Kwa hivyo Kalasinga atakuwa kwamba ni baba ambaye aliwajibika aliwajibikia kazi yake ya ulezi akamlea Yona hadi akawa mwalimu katika mm. zile enzi zake. Kwa hivyo mbali na kwa kwamba alikuwa uh, mwenye bidii tutapata kwamba alikuwa pia amewajibika katika malezi, amewajibika katika kazi yake, amewajibika kwa njia zote zile mm. enzi zile mm -hmm. <laughs> Pengine mwalimu wako, kama una kauli ya ku kuongezea tu labda kuongezea ni kuonyesha umuhimu wake no. Uh, katika uh, hadithi namna mm ambavyo -hmm. mwandishi amemtumia na, nafikiri ametumia kukuza ploti ya hadithi hii. Kuna baadhi uh, ya mm -hmm. mambo ambayo hatungejua iwapo uh, au hatungeelewa vizuri iwapo yeye hangetajwa katika, katika hadithi hii. Kwa hivyo ametumika kuikuza ploti na kutuonyesha, huenda nafasi ya wazazi katika kuwalea watoto wao namna ambavyo alimlea babake uh, babake Neema ni ambaye niona, mm -hmm. naam mm -hmm. vizuri sana nafikiri, uh, kufikia hapo nimeelewa kabisa umuhimu wa Kalasinga, umuhimu wa Beni Luka nakiwa Luka, na kiwa. Mm -hmm. bila shaka, mpenzi mtazamaji, naamini na pia wewe umeelimika. Endelea kudadavua Bembea Maisha, na kama una swali au kuna kitu ambacho hujaelewa unabudi kutizama Edu TV. Nimekuwa wako na asante sana kwa kuwa nasi mpaka awamu hii ya mwisho. Ndimi Fibian Muthama na mwalimu Meshak na Bimakwa. Endelea kutazama Edu TV, kwa heri ya kuonana.